Ukitazama okay, sound ya muziki ambayo unaifanya, matumizi ya lugha ya Kiswahili, Kiingereza. Uh, angalia chemistry ambao mekusha kutengeneza na Harmonize, angalia lebo ambayo inabeba. Unaweza kuona like yupo kwenye Empire ambayo kidogo imekusha kumhakikishia kwamba wapo katika level za kimataifa, na huko ndiko ambako tutakusimamia kuhakikisha unafika, na tumeona kwenye ukurasa wa kwanza. Uh, kitendo cha kuwa nominated kwenye tuzo za BET hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea, sindio? Angalia yeah. Pia mwamko wa watu walivyokuwa nahitaji kuona kishinda, lakini sasa hivi tazama, nimekuja consideration ya Grammy na mimi naweza nikasema katika watu ambao tunaweza tukawatazamia, zaidi, maybe inaweza ikatokea lolote ni pamoja na Abi, na yeye ni kutokana na vitu ambavyo tayari nimekwisha kuvitaja, lakini pia chachu ya tayari sema ambayo kazi usiku, tumekwisha kuona kwa mfano kama mko kufuatilia hizi tuzo kubwa, msanii anapokuwa nominated kwenye tuzo za Grammy Sindio, si zinafanyika mwezi wa Februari mwaka, yeah, elfu mbili ishirini na sita. Yeah. Baada ya hapo zinakuja kufuatia tuzo za BT. Ukiangalia asilimia kubwa ya washiriki wa tuzo za Grammy wanaoshinda kwenye tuzo hizo zinapofuata tuzo za BT, asilimia kubwa waga ni wale wale. Yani, kuna namafani hivi, ndasi nikasema kama yanayotokea mabadiliko ni machache sana. Yani, ukiona yale mafanikio ya like ambayo yalitokea kwenye tuzo za Grammy, alafu angalia kwenye BT tuzo zake zilivyokuja kufanyika. Ni same. So, na, kitu cha utofauti tu ni kwamba, uh, Abi ameanza kwenye beat and then now zinaenda kufuatana nini Grammy. you, you never know nini ambacho kinaweza kutokea. Lakini mimi tayari nimekwisha kuona ni mazingira mazuri ambayo yanampa nafasi zaidi. Na ukizingatia namna ambavyo tayari amekwisha kujitengeneza, na kwa Afrika Mashariki, ukimtaja msanii wa muziki ambaye anatuwakilisha vizuri uh, kwenye eneo hiyo ya kimataifa ama kwenye uchache wao wasanii wa kike yupo hapo na yeah. Lolote linaweza likatokea, ni navutiwa sana na juhudi zake ambazo amekuwa akizifanya. Angalia strategies za muziki wake, namna ambavyo ana push promotions and everything. Ni uwezi uka, ukafanya comparison na msanii wote wa kike kwa hapa Afrika Mashariki kwa sasa hivi, sio kama mmekusha kuelewa foundation yake na namna ambavyo amekuwa akijikuza kila muda, it's magical man. Yani, yani mimi sijui nisemeje, na kinacho nishangaza zaidi ama kinacho nipa nguvu kwamba ukiufatilia mpira kuna mchezaji anaitwa Julian Alvarez, aas ni mtu ambaye aris kwenye soka and then akashinda makombe matatu akiwa na UEFA na then akachukua na kombe la dunia na kila kitupaksemana yani, kama tarimekusha kulimaliza soka kwenye ushindani like, <coughs>